Watu wanasema mjini ni shule. Unapokuwa kwenye miji mikubwa, hasa unapokuwa umechelewa kazini, akili yako inaelekea sehemu moja tu, kazini. Lakini asubuhi ile, kama Amina angeamua kujali mambo yake mwenyewe, basi maisha yake yote yangebaki kama yalivyokuwa. Na kusema ukweli, ilibaki kidogo afanye hivyo. Ilikuwa ni asubuhi na mapema, katikati ya jiji la Dar es Salaam. Kama ilivyo kawaida ya maisha ya mjini kila mtu alitembea kwa haraka, akaangalia mbele tu na kujifanya haoni kinachoendelea pembeni ya barabara. Amina alikuwa na wasiwasi mwingi. Ilikuwa ni siku yake ya kwanza kazini kama mchambuzi wa masuala ya fedha katika kampuni kubwa, na muda ulikuwa unamtupa mkono. Alipokuwa anavuka barabara, simu yake iliita tena, ujumbe ukaonekana ukisema, leo ni siku yako ya kwanza, jitahidi usichelewe kazini. Amina akatoa pumzi ndefu, akaongeza mwendo kisha akasimama ghafla. Mzee mmoja alikuwa ameanguka pembeni ya barabara. Begi lake lilikuwa wazi. Makaratasi machache na chakula alichobeba vilikuwa vimesambaa chini. Watu walikuwa wanampita tu, wakimzunguka kana kwamba hawamuoni. Amina alisita, akaangalia saa yake. Kisha akamwangalia yule mzee. Naam? Akajisemea kwa sauti ya chini akijichekesha kidogo. na hisi tayari nimeshaingia matatizoni. Akapiga magoti. Tafadhali mzee, naomba nikusaidie, alisema. Yule mzee alishtuka kidogo. Hapana, hapana, sitaki kukusumbua binti yangu, alijibu. Usijali babu, Amina akatabasamu, hakuna shida. Walipokuwa wanakusanya vitu vilivyokuwa chini, Amina aliona mikono ya mzee ikitetemeka kidogo Nguo zake zilikuwa safi lakini zimechakaa. Amina akajisemea moyoni, babu amechoka kweli, lakini bado ana heshima na utulivu wake. Mzee akamshukuru Amina kwa wema wake. nashukuru sana mjukuu wangu, alisema, sauti yake ikiwa imejaa shukrani ya dhati. Kabla hajaondoka, Amina alimpa mfuko mdogo wa chakula ambacho alikuwa amepanga kukila akiwa kazini. Mungu akubariki sana, alisema yule mzee kwa mara ya pili. Amina akatikisa mkono kwa adabu, kisha akakimbia kuelekea kazini bila kujua kwamba maneno yale yangemrudia haraka kuliko alivyoweza kufikiria. Alipofika kwenye jengo la ofisi, Amina alikuwa tayari ameshachelewa. Ndani, mazingira yalikuwa baridi na makini. Mhudumu wa mapokezi hata hakunyanyua macho yake. Meneja akaingia, Daniel Ross, uso wake haukuficha hasira. Yaani siku ya kwanza tu umechelewa? Alifoka kwa ukali. Huo sio mwanzo mzuri kabisa. Amina akaomba msamaha, akieleza kwamba alikuwa anamsaidia mzee njiani. Sitaki visingizio, Daniel akasema kwa sauti kali. Hapa tunathamini muda kuliko maneno. Amina akatikisa kichwa, akijizuia kuzungumza zaidi. Dakika chache baadaye, jambo la ajabu likatokea. Yule mzee aliyemsaidia barabarani Akaingia ndani ya jengo lile lile. Kwa utulivu na adabu, akasogea kwenye mapokezi. Shikamoni, alisema kwa heshima. Amina akaitika. Marahaba, babu. Lakini Daniel hakuonyesha dalili ya kumjali. Namtafuta mwanangu, mzee alisema. Anafanya kazi hapa. Mhudumu wa mapokezi akakunja uso. Daniel akamwangalia mzee kwa dharau. Mzee, hupaswi kuwa hapa alisema unawafanya watu wasijisikie vizuri amina akaganda ilikuwa ni yeye yule mzee aliyemsaidia dakika chache zilizopita nataka tu kumwona mwanangu mzee akarudia kwa upole jina lake nani daniel akauliza kwa mashaka mzee akasita kidogo jina lake ni hose daniel akacheka kwa dharau hakuna mtu kama huyo anayekusubiri hapa tafadhali ondoka Amina alihisi kifua chake kikibanwa. Aliwaona walinzi wa usalama wakikaribia. Aliona uso wa mzee kubadilika kutoka kuchanganyikiwa hadi aibu ya kudharaulika. Na alijua kabisa kilichokuwa kinakuja. Huu ulikuwa ule wakati ambao watu wengi geuza macho yao pembeni. Huu ulikuwa ule wakati ambao kukaa kimya kungekuwa rahisi zaidi. Amina akavuta pumzi. Subiri, alisema. Daniel akamgeukia kwa ukali. Hili halikuhusu. Ndiyo, lakini mzee anajaribu tu kumtafuta mwanaye. Sauti ya Daniel ikawa kali zaidi. Ukijiingiza kwenye hili utajuta. Amina akamwangalia yule mzee kisha akamwangalia meneja wake. Kama kumdharaulisha mtu ndiyo desturi ya kampuni hii, basi labda hii si sehemu inayopaswa kuwa. Ukumbi wote ukanyamaza. Daniel akamtazama kwa mshangao. Sawa, akasema kwa hasira, kuanzia leo huna kazi hapa. Taratibu, Amina na yule mzee wakatoka nje ya jengo lile, wakiwa na huzuni kubwa. Wamekufukuza kazi kwa sababu yangu, mzee alisema kwa uchungu. Amina akatabasamu kwa huzuni. Kuna mambo yana thamani zaidi ya kazi. Wakaachana bila kujua kwamba hadithi yao haikuwa imefika mwisho. Asubuhi iliyofuata kila kitu kilibadilika. Ndani kulikuwa na kikao muhimu, viongozi walikuwa na wasiwasi, mkataba mkubwa ulikuwa hatarini. Daniel alikuwa anatembea huku na pale kwa hofu. Wakati mlango ulipofunguliwa, yule mzee akaingia. Safari hii hakuwa amechanganyikiwa, hakukuwa na walinzi waliomfuata. Chumba kikanyamaza, kisha mshangao. Baba, sauti ikasikika Jose Martinez, mmiliki wa kampuni, akasimama kutoka kwenye kiti chake. Chumba kizima kikaganda. Mzee akatabasamu kwa upole. Mwanangu. Ndipo ukweli ulikashuka kama radi. Yule mzee waliomdharaulisha, yule waliotaka kumtoa kwa nguvu, alikuwa ni baba wa mmiliki wa kampuni. Jose akasikiliza kilichotokea siku ya tangulizi. Nani alimtetea baba yake? Nani alipoteza kazi kwa sababu hilo? Yuko wapi? Jose akauliza. Daniel akameza mate. Ameondoka, ame sauti ya Jose ilikuwa tulivu lakini baridi. Mpigie simu sasa. Amina ilishtuka simu yake ilipopiga. Ifikapo saa sita mchana, alikuwa amerudi kwenye jengo lile lile, lakini safari hii milango ile ilihisi tofauti kabisa. Jose akasimama na kunyoosha mkono wake. Asante, alisema sio kama mfanyakazi wangu bali kama binadamu. Daniel alipangiwa kazi nyingine siku hiyo hiyo, mamlaka yake yakapunguzwa. Amina alipewa nafasi ya Daniel kwa heshima, lakini zaidi ya yote, kwa imani. Alipokuwa anaondoka ofisini mchana ule, yule mzee akamtazama na kutabasamu. Wema unarudi mwenyewe, alisema. Ndipo Amina akaelewa. Uamuzi mdogo tu, dakika moja ya utuna ulibadilisha kabisa mustakabali wa maisha yake. Na yote hayo yalitokea kwa sababu alisimama wakati watu wote walichagua tu kupita. Hadithi hii imekufundisha nini? Tuambie kwenye maoni ili na wengine wajifunze. Asante kwa kusikiliza.